Bwana Yesu asifiwe! Karibu tena ndugu mtazamaji, mahali popote katika dunia hii, kusikiza tena shuda na kuzidi kufungua wewe na sasa. Naendelea tena katika mahojiano na aliyekuwa mkuu wa mabahari au malkia wa mabahari au kama umekwisha kusikia katika dunia hii neno linasema malkia wa bahari katika ufalme wa shetani ndiye huyu hapa niko naye ambaye sasa ametoka ni mwana wa Mungu e, karibu sana asante. karibu jina lako la kule chini ni nani? kule chini nilikuwa naitwa Beatrice. Duniani nilikuwa naitwa Harriet. Harriet. Ah, watazamaji wangependa waeleze maana nani wewe ni nani hasa utambulisho ulikuwa nani? mimi nilikuwa ni malkia wa mabahari na kwa kule nilikuwa pia ni mtu wa shetani, mm -hmm. ambaye kwa jina lingine alikuwa akiitwa Satan. Satan ndio. uh -huh. Uh, malkia wa bahari, ulikuwa na miliki bahari kiasi gani? bahari moja, yeah. kuna Hindi, kuna Atlantiki au kuna eneo gani zaidi? nilikuwa na mabahari yote dunia nzima. mm -hmm. lakini nilipokuwa nakaa sehemu kubwa nilikuwa nakaa naka bahari ya Hindi. Na, ya na unaweza elezea ni ilikuwaje mpaka shetani akakumilikisha a bahari? Kwanza kabisa, mm -hmm. Mimi nilizaliwa mwaka 1991. ia9 mm -hmm. Ila aliyokuwa amenizaa mimi nikawa nimefariki kwa dunia hii, lakini nilikuwa nimechukuliwa. mm -hmm. Ili shetani aje anilete tena, nikaletwa mwaka 2001 duniani mm -hmm. nikiwa na umri lakini nilirudia tena kuzaliwa kwa duniani mm -hmm. Na niliendelea kukaa duniani na kuishi kule hadi nirithisha vitu vingi sana mm -hmm. Na kwa hapo shetani huwa anaopewa tuliendelea kufanya mazoezi, tuliendelea kujifunza vitu vingi tukiwa kule kwake mm -hmm. Na vitu vingi sana tuli, nilivijua na nikavielewa na ikafikia wakati nikarisishwa kwa malkia wa mabahari. Ah, turudi kwenye pointi mm -hmm. unasema kwamba Ulizaliwa mwa mwaka 1991. Ndio. Alafu ukafanyaje? Nikafariki. Kabisa ukazikwa. Kabisa. Kupitia mtu gani? Mtu mwingine. Ambaye unaweza kumjua sasa hivi? Hapana. Alafu mama yako akaja kukuzaa tena. Ndio. Ambaye uko naye sasa hivi mama. Ndio. Yeye mama yako alikuzaa kimwili mwaka gani tena? 2001. 2001. Ndio. Na alikuwa anajua hapo. Hamna mtu yoyote aliyokuwa anajua alikuwa anaelewa kitu mpaka chochote mpaka mm -hmm. mm -hmm. Kanisari sasa ndio ikajulikana. Ndio. Uh, una, imu, wa, watu wangependa kuelewa zaidi maisha ya baharini, na baharini kunafanyika nini? uh, maisha ya baharini ni kawaida kama ya nchi kavu kule mm -hmm. pia kuna nyumba, kuna kila kitu, kuna Wanda. Unaweza ukawa huko juu ya bahari lakini kwa chini ukasikia watoto wanacheza, watu wanafanya vitu vingi kabisa kabisa. Kwa hiyo maisha ya baharini ni maisha ambayo ni kama design ya chikapo kule, watu wanatembea chini. Wewe unaweza ukawa unaongelea ukamkuta mtu mwingine yuko chini anatembea kabisa kabisa. uh -huh. Na kule ni kawaida kama huko, kuna barabara na kule pia kuna, kuna barabara za watu Unaweza ukapita sehemu ukaingia katika bahari fulani. mm -hmm. Ukapita juu kama unasikia labda reli inapita au magari yanapita, na huko katikati huwezi ukajua ni nini, lakini kule kabisa ni njia zipo, mabarabara, kila kitu, ni design ya dunia ilivyo, ndo kule. ah, ah, sasa katika ufalme wa baharini, maana tunasikia watu wanakuja baharini wanaenda kuloga watu, wanaingia kuzimu kupitia baharini kwa nini? Kuna kitu gani wanafuata katika mabahari? Kwa sababu kitu kikubwa kinachotumika sana duniani na hata ni maji, na hata mbinguni ni maji na maji ni uhai, ndio. mm -hmm. Maana watu wengi wanapenda kufanya vitu vyao kupitia mabahari. mm -hmm. Wa, na hata vitu vingi vya giza ukiangalia, kuna kitu kinaitwa majini. mm -hmm. Wale majini wanakaa sehemu za maji ndio maana mtu yeyote akitaka kupata kitu au kufanya kitu chochote, mm -hmm. anafanya kupitia maji, kupitia maji yeah. Ah, sasa hao wanaokuja baharini kupitia maji au kufanya vitu vyao, je, wanafanyaga kwa Mungu wa mbinguni au wanakuja kwa shetani, au wanakuja kwa shetani? Uh, unaweza elezea jinsi gani sasa mnawasaidia? Usiogope, sasa hivi ni mwana wa Mungu, tuko pamoja. shetani kufanya kitu ni umeshamuasi, kwa hiyo mwaga mwaga. Uh, kwa hapo watu ni watu wanakuja na shida nyingi sana. mm -hmm. kwa hiyo wakiwa wanakuja na shida nyingi, wanaelewa jinsi ya kufanya vitu mm -hmm. na kuvielezea vizuri. Kwa hiyo akifika katika bahari, huwa kuna sala wanazifanya wao wenyewe, kwa sababu pia hata kwenye Biblia Mungu mwenyewe alisema usiabudu miungu mungu mingine. hmm. kwa hiyo ukafika baharini, ukaanza kuongea na maji ni sawa, hata kama ulikuwa ujielewi. hmm. ni sawa, umeshafika pale, umeshaabudu kitu kingine unakuwa, hmm. una connection pia na na shetani na shetani. Uh, unaanza elezea zaidi unavyosikia ndani yako kuhusu baharini na maisha ya huko baharini. maisha ya baharini ni ya kawaida sana. hmm. kwa sababu hata nilivyokuwa kule na uwezo wa kutoka nchi kavu, nikatembea kutoka juu mpaka chini. Na watu wengi huwa wana kuingia baharini. Kama una uwezo na ulikuwa una nguvu za shetani, una uwezo pia wa kuingia ndani ya bahari, kama unapita tu barabarani. Kama barabarani ndio, na maji ulikuwa ukivuta ikipwa. Hapana, ndio maana nasema kule ni sehemu kama duniani kulivyo. kama duniani Haa. Haa. Haa. Sasa wewe ukiwa baharini ulikuwa unafahamu? Ndio nilikuwa nafahamu kama nani? Kwa mwanzo hapo mwanzo nilikuwa sijui, lakini nilikuja kujua nilikuendelea, maana nilikuja nikapewa historia, tulikuwa tunakujua kama mtu ambaye utakuja kusema kweli ya Mungu. mm -hmm. Na Mungu atakutumia wewe kama chombo ndiyo maana tukaamua kuweka sasa kitengo na kujitenga wale ambao tutakuja kukumaliza. Nyinyi mna uwezo gani wa kujua mtu anakuwa mtu wa Mungu au wanaweza kuwa nani? Sisi, unajua, pia shetani alikuwa ni malaika wa Mungu. hmm. na alipewa uwezo mkubwa sana na alipewa vitu vingi sana kwa hiyo vile vitu anafanya kupitia kwa sababu alishapewa zile nguvu na hata alipotupwa duniani kuna kutolewa vitu vingi sana kwa hiyo tunafanya vile, na tuna uwezo wa kujua mbele kunakuwaje na nyuma kutakuja kulikuwaje, kabla hujazaliwa na baada ya na baada ya. Haleluya. <laughs> <laughs> <laughs> Bwana Yesu asifiwe! Ah. Uh, hapa binti huyu kuzimu anaitwa Beatrice, duniani anaitwa heret, lakini sasa hivi ametoka heret, sasa imebatizwa anaitwa Sarah. Aa, kama anavyoelezea ni kweli kabisa, alikuwa ni ni moja ya wafalme wakubwa katika falme wa shetani, ambaye ni mkuu wa bahari na kama anavyoelezea hapa, na bado wataendelea kuelezea. Tumekuwa tukisikia malkia wa baharini, mapepo ya baharini, majini ya baharini, wachaenda kuanga baharini, watu wanaenda ku, kutupa vitu baharini vyote walikuwa vinaenda kwa huyu ndio walikuwa wanaabudiwa, hata wanaopeleka watu walikufa wanaenda kutoka baharini. Kwa sababu kuna watu ambao unaweza ukakuta mtu amekufa, kama kuna nchi nyingine, mtu akifa huwa anamchoma alafu anatupia vitu baharini. mm -hmm, ni kwamba yule mtu hawakumtoa kwa Mungu, hata kama alikuwaje. mm -hmm, ni kwamba yule mtu tayari ameshamkabidhi shetani kwa sababu wameenda kuweka ndani ya yale maji, na imani yao wanaabudu yale ya maji. Na sasa nchi kama hiyo, wengi sana huwa wanaabudu maji maji. Yeah. Nasa watoto wa Mungu, nataka mwelewe, maji si Mungu. Haleluya! bali shetani alivyofukuzwa mbinguni, majini na mapepo yakatoa juu ya maji, ndio maana nasikia majini. Yeah. Aa, na ili shetani afanye kazi yake hapa ya duniani anamtafuta mwanadamu amteke, kama alivyomteka huyo binti. Na Mungu ili afanye kazi yake, anamtumia mwanadamu hapa duniani ambaye atakaye mkubali. Bwana Yesu asifiwe. Ah uh, sasa hebu elezea kwa kifupi ilikuwaje mpaka wewe sasa ukaanza kunifuatilia kwanza? hmm. Ilikuwa ni kwamba walitumwa watu wa kwanza, maana katika vitengo ambavyo vya kuja kumfuatilia Hebron tulikuwa watu saba, watu saba, watu yeah, saba akatumwa wa saba. Mtu wa kwanza akashindwa, anaitwa Waliambura akashindwa, akatumwa mkubwa pia ambaye alikuwa ni mkubwa wangu mm -hmm. anaitwa Maxwell akashindwa, maana inaenda kwa vitengo mm -hmm. Aliposhindwa, tukaona wote wameshindwa na wameamua kuhamia kwa Mungu. Sasa tukakaa kikao upya tena na akaamua kuniteua mimi, kwa sababu mimi pia nilikuwa ni kama jemedari ambaye najua vitu vingi na ninaweza vitu vingi sana. mm -hmm. Kwa hiyo wakaamua kuniteua mimi. Ah. mimi. Sasa ah. walipo kuteua wewe ilikuwaje? mbao kuteua wewe ukatoka kule ukaje hapa katuma usaidizi wako ah, kwanza ni kwa sababu nilikuwa na kimwili naonekana niko duniani mm -hmm na pia kwa kuniteua ilikuwa inajulikana, kwa sababu tan ndio alikuwa akinipa nguvu, na ilikuwa na nguvu nyingi sana. Kwa hiyo wakati pia hata nakuja hivi duniani, nilikuwa pia nakuja kutumia huu mwili wangu kupitia hivi hivi, lakini hamna mtu anajua. Kwa hiyo tulipanga hata mikakati ika na ikawezekana, tukaweza kuingia kanisani na tulipoingia ndo tukakaa, lakini pia na Mungu ni ajabu, maana hata kabla hatujaingia tulikuja kanisani. Nakumbuka wakati ndo nakuja siku ya kwanza nilianguka njiani mm -hmm. na huko huko njiani na huko huko nilianza kuzuiwa na malaika, lakini kwa sababu pia kulikuwa kuna wasaidizi na kuna vitu vingi, kwa hiyo nikaamua kupita pembeni nikaingia kanisani, lakini ni kama Mungu aliniachia mwenyewe mm -hmm. nikaingia kanisani nikaendelea kukaa na mabishano nikakaa miezi miwili. Mm -hmm. Bila mtu wote kujua, lakini ule mwezi wa tatu ndio nikajulikana kuwa mimi ni nani. mm -hmm. Lengo sasa kabisa, lengo lilikuwa ni kumuua Nabii Hebron. Sasa mlikuwa mna nguvu, ilikuwaje nguvu za sana zikashindwa kuniua mpaka uje sasa kimwili? Unajua kuna mapigano ya kiroho na mapigano ya kimwili. mm -hmm. na Mungu pia anaangalia Mungu kimwangalia shetani ni mtu mdogo sana, kwa sababu hata shetani pia alinyang'ania cheo cha kiungu lakini akashindwa. Ndio maana hata pale, ukitaka mtu wa shetani akitaka kufanya kitu, Mungu anamwachia kwanza akifanya hicho kitu, alafu baada ya kukifanya ndio Mungu anakuja kumdhihirishia baadaye kwamba mimi ninaweza zaidi yako na ninaweza nikafanya kitu kikubwa zaidi yako kwa hiyo sasa sisi tulivyokuwa, tulianza kupigana katika ulimwengu wa roho na wewe pamoja na malaika. mm -hmm. Lakini katika ulimwengu wa roho tuliposhindwa, tulikuwa tunapiganaje? Eleza. <laughs> Unajua, katika ulimwengu wa roho natumia si... nini, mimi nataka wewe ueleze watu wakipenda kujua. Unajua mtu wa Mungu, watu kama sisi wenye nguvu za giza huwa tuna nguvu tunatumia, lakini mtu wa Mungu anaweza akatamka neno pia likawa ni kama silaha yake. Lakini sisi kuna vitu ambavyo tulikuwa tunatumia kumwangushia mtu yoyote. Kwa mfano, ukitaka umwangushe mtu wa Mungu au kitu chochote au umbebeshe mzigo wote, unatumia kitu kinaitwa msalaba. Msalaba ni kitu ambacho kimebeba mizigo mingi sana na pia ukitaka pia umwangushe mtu au umfanyie kitu chochote, kuna nguvu ambazo huwa zinakusanywa na mtu unakuta unaekewa roho ambazo zilikuwa sio za kwako kwa kwa, au hujawahi kuzipata au huzijui ni roho gani kwao. Baada ya kuwekewa vile, unaweza ukaanguka au ikala, maana kuna viongozi wengi na kuna viongozi wengi wa dini waliojaribu na wakawekewa vitu kama hivyo, sasa hivi wanaviamini na wanaviabudu wanaona sasa kama ndo Mungu wao, ndo Mungu wao. Na hapo kuna vitu ambavyo huwa mm-hmm. vinaingiliana katika mapigano hayo ya kiroho. Kama katika mapigano ya kiroho, mtu wa Mungu huwa ana silaha zake ambazo zimewekwa, huwa kama anakuwa kama ni mwanajeshi au jemadari, na sisi pia tunakuwa kama wanajeshi mm -hmm. Kwao silaha za kivita ni nyingi sana Anaweza akatumia hata upanga na pia sisi tutatumia upanga, anaweza akatumia ishara na sisi tukatumia ishara, anaweza akatumia kitu chochote na sisi tukatumia. Maana shetani ameiga jinsi mbinguni kulivyo, na yeye akaenda kutengeneza kwake kwa palivyo, maana anajua silaha zilizokuwa zikitumika na vitu ambavyo vilikuwa vikitumika juu mbinguni, naye akatengeneza vya kwake. Na pia kingine unaweza ukawa unapigana na mtu katika ulimwengu wa kiroho, vikatokea vitu vingi sana kwa sababu kama uko mwenyewe ye, kama ni mtu wa Mungu, unaweza ukakuta uko na malaika wengi sana. mm -hmm. Na pia akiwa na wale malaika, kama ni kushughulikiwa, utashughulikiwa kweli, utashughulikiwa kweli <laughs> lakini pia kuna vitu ambavyo huwa vinaingiliana. mm -hmm. Na kama mtu wa Mungu bado hujaelewa huwezi ukavijua vizuri. Kama ni neno, ukimpiga mtu wa shetani kwa neno, na shetani naye anajua neno na atasoma neno, anaweza akakupiga nalo, akakuangusha nalo, kafa kiimani. Hata katika ulimwengu wa kiroho unaweza ukawa unafanya kama unatoa neno na unakemea kupitia neno, na shetani pia na yeye akalibatilisha, akatoa neno lake pia, ikawa ni mapigano mengine tena. Hizo ndo kama silaha ambazo huwa zinatumika. Okay. Ah, kwa mimi mlikuwa mnapigana na mimi wapi, mliweza katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho huwa yeah, vitu vingi sana vinafanyika, lakini kuna sehemu ambayo unakuta uwezi kabisa yeah, uwezi maana, anaku, unakuta mtu aliyoko ni ametingwa sana, ametingwa <laughs> Yuko na, na labda wewe unaenda na wanajeshi kumi unakuta mwenzako na wanajeshi mia. Sasa uwezo ukajua unafanya nini. Kwa hiyo pale lazima tu kila siku unashindwa unarudi nyumbani. Na uh -huh. ukirudi hata wale wanajeshi wako ukisema wewe unaenda nao kila siku lazima na wao wataogopa. Wataogopa. Watarudi nyumbani. Kwa hiyo kilicho kwa unafanya unakuja na mtoto kuna nini? Elezea vile ilivyokuwa live. Ah tukiwa tunakuja unakuta ni watu wengi sana. Mm -hmm. Walioko upande wa nabii, lakini kwa kwetu unaweza ukakuta tuko kidogo, maana hata kanisani pia tuliingia wengi. mm -hmm. unaweza ukakuta tuko kidogo kwa yeye wengi, watu wanakuwa wengi ni zaidi ya maelfu, lakini hujui ni watu gani na wametoka wapi. wametoka wapi? hmm. na wote wanapiga na wote wanapiga, wanawapiga kabisa. aha ilivyoshindikana kwenye ulimwengu, sasa ikabidi uje kimwingi kwenye kimwili ilikuwa kufanya nini? Ah, kwenye kimwili nakumbuka nilikuwa kanisani mm. Lakini nilipokuwa kanisani nilikuwa sio mimi mm. ilikuwa ni kama tumekaa, lakini baada ya hapo aliomba sana, japo tulikuwa tuna mabishano. Ikafika mahali sasa akangusa mimi, yaani aliomba sana nabii <laughs> baada alisema kwamba kuna mtu ambaye ana- anafanyia operation kila siku sehemu ya chini ya figo, na mtu huyo nilikuwa ni, ni mimi, na sehemu hiyo ilikuwa na nguvu nyingi sana mm -hmm. na baada ya kusema vile nilirudi mm -hmm. kimwili mm -hmm. na baada ya kurudi ndio nikaonekana na nikakamatwa. <laughs> <laughs> Uh, katika hiyo figo ilikuwa kuna nguvu gani imewekwa? katika figo huwa kuna nguvu ambayo tunahifadhi ambayo ina uwezo hmm. ukapambana na mtu, ni kama nguvu ambayo iliwekwa ambayo nilikuwa ninatakiwa nije nipambane nawe kupitia ile nguvu, akiba ya nguvu. Yeah. Na sasa kadri ambapo nilikuwa nikipigana hasa hmm. hizi zikiisha, hata kama nikirecharge mwenyewe kwa sababu najua nina akiba, unajua kujirecharge Yeah. <laughs> na hata kama nina akiba yeah, ile akiba inaisha kwa sababu ni kitu ambacho ni kingi, lakini kila siku kikiendelea kupungua huwa kinaisha kwa mm -hmm, wakati nimeta, imetajwa pale ilikuwa haiko nyingi sana mm -hmm. Ilikuwa iko kidogo, ndo nikakamatwa pale siku hiyo mm -hmm. Na ndo ikawa mwanzo wangu, akakamatwa kanisani na kusema yote. Na kusema yote. <laughs> <laughs> Yesu wa hmm. Ah, sasa umetoka umemwasi shetani, unawaambiaje? Maana wapo ambao wanakujua kabisa ulikuwa unawasaidia, wapo si wako hapa duniani wapo. Na ni sehemu mbalimbali katika dunia, waambie na wao wamrudie Yesu e. Kumrudia Yesu maana Yesu ni mzuri kweli. Kule ni vitu vingi sana vipo kule, kuna wivu, kuna vitu vingi, lakini kwa Yesu hamna wivu, hamna amna nini. Yesu kiukweli, kiujumla, ni mzuri na ana upendo wa ajabu sana, na anauwezo wa kukubadilisha ukawa ni mtu mwingine kabisa. Pia umesha umetoka, uwe kwa kwa hiyo umeepuka na jehanamu ya jehanamu kabisa kabisa. Lakini kwa nini moyo mgumu, mtaki kutoka? Unajua pia shetani ni kama anawateka watu. Mhm. Mm, anataka aende nao. Mhm. Mm, kwa sababu hataki kuingia yeye mwenyewe pale. Aha. Mm -hmm. Ah, uliniambia ulikuwa unang'atwa na nyoka. Ndio. Alafu ufi. Ni sehemu gani hizo nyoka zilikuwa zinang'atwa? Ah, nilikuwa nang'atwa sehemu za mikono. Mhm. Mm, mara nyingi sana. Huwa nilikuwa nikifanya na dawa. Si ni dawa. Mhm. Mm, nikifanya makosa huwa najikuta nimeng'atwa na nyoka sana. Makosa gani? Ya Ah, kwa kule kuna makosa mengi sana. Wakati nimetumwa kanisani, labda unakuta nimeshindwa. Mm. Kwa hiyo kule wanakuwa wanatoa adhabu, asubuhi nikiamka nakuta nimeng'atwa na nyoka katika mikono. Na hata niking'atwa vile hata dawa yote siwezi nikatumia dawa yote. Labda nikadhurika tu nikuta siwezi kutembea vizuri, siwezi kufanya kitu vizuri. Mm -hmm. Ninaweza tu nikawa nimekaa lakini kiukweli kabisa nilikuwa sina dawa za duniani wala matibabu yote duniani nilikuwa sipati na wakati umekamatwa kanisani bado ulikuwa na mawasiliano na kuzi? Ndio, nilikuwa anajua. Walikuwa wanakuambia nini kule wao? hmm. Wakishakupa kazi wao wanataka ufanye kazi tena, wanakupeleka kwa nguvu. hmm. Kwa hiyo ukiwa katika ile kazi, na wakiona unashindwa, wanatafuta njia ya kukufanya na wakiona unazidi kushindwa sana, wanaweza wakatafuta njia hata ya kukuua ili isiwezekani kwa mawasiliano makubwa ilikuwa kule ni kama nikishindwa, labda nguvu, labda zimeisha mm. Nafanya mawasiliano nao, naweza zikaingia. Ulikuwa unafanyaje mawasiliano nao, naweza kuonyesha mfano? Ah, mawasiliano kule ni mengi, na uwezo nikafanya hivi, niko sehemu yoyote ukanikuta mm. nimeshika hivi mm. na na uwezo wa kuongea na kila mtu, lakini najua ninaongea na nani ndani yangu mm -hmm. na pia kule Uwezo unaweza ukawa umekaa unafanya ishara yoyote tu. Onyesha tu Onye kama hivi. Aa, kama hivi mm-hmm. unaweza ukanikuta nimekaa nimeshika mkono mm. nimeshika mkono nimenyoosha, labda hivi, nafanya vitu vingi sana au nimekaa hivi mm. nimekaa hivi mm. nakuwa nafanya mawasiliano mengi sana na unasikia kila kitu ya, ninasikia kila kitu na wanakueleza kila kitu. Ndio. Ehe. Sasa mawasiliano ilikuwaje? Mawasiliano ni, ni kawaida kabisa baada ya kukamatwa. mm -hmm. Walijua umekamatwa, ndio hapo mawasiliano hapana, yeah, yalikatika. Najua baada ya kukamatwa lazima mawasiliano yakatike, na hata akija atakuja le labda yakugusagusa siku kabisa akiwa wamejipanga vizuri mm -hmm. E, na wao waje wengi ndio mawasiliano yanaweza akaingia hmm. Lakini toka nimesema wasikusogelee tena, hapana, hapana. Hapana. Na Yesu asifiwe. Mm. Kwa kifupi tunaishia hapa tukiwa tunaongea na aliyekuwa mkuu wa mabahari, anahudumia wachawi wote mabaharini, wawangaji wote, mm, unaotoa makafara. Na unaambiaje watu kuhusu mambo ya kufanya baharini? madhara yake, madhara ya kufanya vitu baharini ni mengi sana katika bahari inaweza ikabeba magonjwa mengi, unaweza ukabeba magonjwa mengi, maana maji ambayo yanatumika pale yanatumika kuingiza vitu vingi sana. Unaweza ukawa una majini, lakini ukapata majini kupitia bahari. Ni unaweza ukawa una shida, lakini ukapata shida kupitia ile bahari, hata hata kidogo. Una uwezo pia hata ukatembea, lakini ukawa una imani ya kuamini kwamba katika maji yale kuna kitu gani na unaweza pia ukaa na yale maji lakini ukiwa unaimani kwamba una Mungu kweli na unamjua Mungu, hmm, hauwezi ukadhurika. Lakini kiukweli wanadamu ni wengi sana waliokamatwa kupitia mabahari kupitia mabahari. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Ah, kwa leo natosha, tutaendelea katika episode nyingine. Mungu awabariki, amen.